Habari ya leo, salama. Habari za kwako mpeli. Leo ni public holiday, ni siku ya 8/8 tumemoja kutembelea hifadhi yetu a wenye familia za wakulima yeah. Na nadhani yeah. Pia katika katikati yetu yeah. Pia wako watu ambao ni wakulima. Asante na shukuru kwa muda wako yeah. <laughs> <laughs> sana baada ya kuongea na katibu na watu wengine, aiaikakua na mwenyekiti waka siku ya leo. Kwanza kipekee kabisa, napenda kuishukuru Ifakara Runners na timu nzima iliyofika mina. Haya ni siku ya furaha sana na siku ya kipekee sana, ukaona sio vema tukawaacha siakaasisi pia tunasia katika a siku ya leo, tukaona kuepuka magrupu tuitumia kwa ajili ya kufanya hiking katika mlima Udzungwa. Hii pia ni katika hali tu ya kuona namna gani tuna sapoti jamii ya wakulima, maana na sisi pia tumetoka katika familia za siku yetu ya leo ni siku nzuri sana, na tunaomba watu wote na wengine wote kujumuika nasi, wakati mwingine amuda kama wapo. Asanteni sana na karibu tufurahi kwenye kiti na maswali. Kwa hiyo baada ya hapa kuna chochote kitakachoendelea, kuna kitu muhimu pia tu, kuna kitu muhimu kinakuja. Tunafanya hiking kilomita ishirini na nne na baada ya hapo tuta enjoy kuna bikes, kuna picha za pamoja na mambo mengine mengi, lakini pia tutakuwa free kufanya Tunafanya mpaka snako ni ipo inapatikana, si kwa siku ya leo sio, mpaka uko Zanzibar tu, hata Udzungwa pia hiyo, kwa maana nataka kutuambia nyinyi mnayekimbia, mna, mna akili au kuna chochote ambacho kuna maana mkimbia, bwana, sisi tuna upepo. Kwa maana tuna, tunaamini kwamba kimbia leo kwa ku save mm, maisha yako ya baadaye, kipi bora ufanye? Yeah, mazoezi au uende ukamulia kulala kwenye vitanda ya hospitali kuna oh, dawa, dawa. Hivyo tunaona bora kutumia dawa ya upepo kuliko kutumia dawa ambayo imetengenezwa na Mchina uende ukakae dini. Ikiwa mimi mwenyewe pia ni mhudumu wa afya, lakini naona bora kufanya mazoezi kuliko kwenda kujitibia. Asante. Ili mtu awe pamoja na nyinyi anatakiwa afanyeje? Sisi tunamkaribisha mtu yoyote na aina yoyote na alika yoyote, kwa maana tumeweka kama ni fursa kwa watu wote kushiriki na kuwa pamoja nasi mbio au mazoezi ni kwa mtu yoyote, haijalishi rika yeah. Tunamkaribisha mtu yote kwa runners free free, na kuna ni free, kila mtu anaweza, tunaingia free kabisa, lakini mambo mengine yataingia baadaye kuchangia kama ada na na vitu vingine. Naona umependeza, na naomba uniambie tafsiri ya jezi yako, naona kama kuna maua kuna samaki ndani na kuna basi, vitu vingi sana. Tumeangalia watu asili kwa maana leo tunalotokea, pia ndio maana tukaweka hapo tukaweka mpunga, kwa maana tunatoka katika bonde la Kilombero ambapo watu wengi wanapenda sana shughuli za kilimo lakini pia tunajivunia mto ambao tulionao hapo, mto Kilombero na ndio tunachora hapo chini na kuonesha samaki na vivutio vingi na hupatikana katika eneo hili. Asante, mwenyekiti tunaweza tukasema tugendi fakali kwani wewe umekupata. Asante kwa kushiriki na asante kwa ufafanuzi wako. Nashukuru sana. Karibuni sana. Asante. Basi wakati tumeongea na katibu, baadaye tukaja tukaongea na mwenyekiti wa hili, na nafikiri leo kama tulivyoambia tuko Udzungwa sawa, lakini kuna mtu muhimu sana, sisi tunamwita kama MC Mwalimu. Unajua mazoezi, mazoezi ni kitu ambacho kinatuleta pamoja, watu wanafurahi, wengine wanajua tunakimbiza upepo kama hatuna hatuna akili. Leo tuko na MC Mwalimu, atajitambulisha yeye ni nani na ana wadhifa gani kwenye grupu yetu. Karibu. Asante sana, mimi kwa majina naitwa Matias Cassian maarufu kama MC Mwalimu. Ni mwalimu wa darasani kabisa, mwalimu wa shuleni mwajili wa serikali lakini pia mkimbiaji na mhamasishaji kutoka Ifakara Runners. E, leo sisi kama Ifakara Runners tuliona kuna haja sisi kuja kuona vivutio vyetu vya ndani ya nchi yetu kuliko kwenda mbali, tukasema tuanzie na ndani ya wilaya yetu ya Kilombero, tukasema tuje hapa Udzungwa, na lengo letu hasa la msingi ni kupanda kwenye maporomoko ya Udzungwa Udzungwa Waterfalls. Kwa hapa tuliko, tuko kwenye kituo cha maelezo au maelekezo, tunapewa maelekezo na wa viongozi wetu guides wetu, alafu baada ya hapo tutaelekea kwenye maporomoko ya Udzungwa kwa ajili ya kufanya hiking. Hiking ni mazoezi kwa njia ya kupanda milima. Leo tuko nje kidogo ya kukimbia kimbia, tumesema leo tuje tujaribu kupanda milima. Na hiyo inasaidia kuipa nguvu misuli yetu na Mili yetu. Asante. Na maswali kidogo, ndio si? Una wadhifa gani katika Ifakara runners? Aha, mimi ndani ya Ifakara runners ni kiongozi wa uhamasishaji, yeah. Eh, uhamasishaji wa mazoezi lakini pia uhamasishaji wa mambo mengine ya kijamii, yeah. Naomba uhamasishe watu kwa ajili ya mazoezi katika bonde lenu, hey, la Ifakara. Basi nitumie fursa hii kuwahamasisha watu wote wa Ifakara lakini zaidi kwa ukubwa wake wilaya ya Kilombero tunaye mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Dansan Kibwa yeye yeah, ana kauli mbiu anasema, usipofanya mazoezi utakula dawa. Usipofanya mazoezi utakula dawa, haimaanishi kwamba ukifanya mazoezi hautakula dawa, lakini unapofanya mazoezi, inakulinda wewe, inakuwa ni kama dawa yako ya mwanzo, kabla hujaja kunywa dawa za mahospitalini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ndani ya Ifakara Runners. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Sana sana. Sana sana. <gibu> <gibu> na mambo mengi ambayo tumeyaongea tumeongea na katibu, tumeongea na muhamasishaji, tutaenda kuongea na mwenyekiti. Sasa tunaye baadhi ya baadhi, yeye ni mmoja tu, ila ni miongoni mwa sawa. Huyu anaitwa Itika, hebu tunaomba tuambie experience. How do you feel leo, kwa nini uko hapa na uko wapi na unafanya nini? Chakula umebeba asante sana uh, ndugu mtangazaji uh. kwa majina taitika Musa niko hapa leo ni siku ya nane nane uh. tumekuja kuangalia hifadhi ya taifa letu ya Udzungwa utalii wa ndani tumekuja mama. kuangalia kuna vitu vizuri sana yani nimeliona kwamba gula tembo hilo skeleton hatari kuna huh? eh, vitu vizuri i yani sikutegemea kama taviona yani yani ni a u enda kupanda mlima tu lakini kuna vitu vizuri sana vya kujifunza, wanavyofundisha historia tangu ilivyoanza mwaka 1990 hadi leo, yani pazuri sana. Kwa nini umepata hamasa ya kuja kutembelea huku, na leo siku ya wakulima nanenane? Kwani wewe ni mkulima? Hapana, mimi sio mkulima, japo mm. nalimaga mbogamboga. Leo nimepata hamasa kutokana na hili kundi letu la Ifakara Runners, umeona? Ndo kwa sababu tuje tutembelee, leo na sisi tu enjoy fakara ranazi ni nini? Maana watu hawaelewi ranazi. Sawa, Ifakara ranazi, ranazi, <laughs> <yitindereza laughs> okay. Ranazi ni kundi la vijana Ifakara <laughs> ambao tunakimbiaga mbio okay. Tunafanyaga mazoezi ya kukimbia okay. Vizuri okay. Na nyinyi ndo mnasema hivi usipofanya mazoezi, kuna hb moja naitwa mdemu nasema, usipofanya mazoezi utakula dawa. Ukitaka sile dawa ufanyeje? Ufanye mazoezi. Asante habari ndo yani hapa tu. Huyo anaitwa madam, itika labeka. Asante kama kawaida, tumewahojiana na watu wengi sana Aa, kuna watu wanajiita etubu bei kama unavyoona wanakula mziki yeah, wenyewe. Lakini tuna watu wa ambao wanawiwa sana na mazoezi. Hebu tuongee na, na na, dada dada, habari. Salama. Naona leo una furaha. Leo na furaha sana, sana. Mimi naitwa Hilda yeah. Unaitwa Hilda yeah. Kwa nini umevaa hiyo t-shirt? t-shirt hiyo ni ni ya ya club ya Ifakara Runners. Ifakara Runners. Okay, ni nini Ifakara Runners ni group la wakimbiaji ambao wanapatikana katika bonde la Kilombero. Ifakara. Okay. Okay. kwa hiyo na, okay. na le, leo mna nini? naona watu wamefurahi, tunaona huko kuna kila kitu Why why why fra, today? Why fra? wafuraha yeah. leo tuna furaha, kwanza ni siku ya mapumziko ni yeah. siku ya nane nane. Okay. pia tumekuja tumekuja Ifakara Runners hiking hapa Zungwa. Okay. hudizungwa mm, ni nini madam, hujatueleza vizuriujizungwa hapa ni Mountain National Park hiking trails. Okay. Trials. Okay. Na inapatikana wapi, wajuze. Aa, hii inapatikana katika bonde la mto Kilombero. Okay. mm. Oh, Ifakara. Ifakara, asante sana. Yes. Madam, tunakushukuru <laughs> lakini niwe, huwa mnakimbia kwa yes. nini, unakimbia bila kufukuzwa? Watu wanaweza Ah, <laughs> ni mtu tu kujipenda na kuamua kufanya mazoezi na mazoezi yanalainisha ngozi a kufanya mazoezi jasho ikitoka sana, ngozi inakuwa iko vizuri. Kwa hiyo unawaambiaje? Naambia ba, hawajachelewa wanaweza wakaanza hmm. mazoezi sasa au wakajiunga pamoja nasi tukafanya mazoezi kwa pamoja, mazoezi ni afya. Napatikanaje? tunapatikana na kwa namba ya simu kupitia kiongozi wetu ambaye naitwa hmm. Hamis, Hamis. Unaweza ukampigia akakupa taratibu za kujiunga na grupu yetu hmm. Ifakara Runners. Okay, kuna kiingilio hapo? kiingilio kipo kuna hmm. Okay, wa mwaka okay. Kwa unataka kuniam, unataka kwamba leo, ambayo ni 2024. Okay. Kwa hiyo unataka kusema kwamba leo ni siku ambayo mmechagua nyiwe wenyewe kutoka, si ndio? Hawa watu wote mnawezaje kuorganize vitu kama hivi vizuri sana madame? Tuna viongozi ambao jukumu lao kufanya haya yote. Okay. Yes. Kwa hiyo ndo nyie kauli mbiu yenu, usipofanya mazoezi utakula utakula dawa <laughs> bora ufanye mazoezi ili usile da? Hmm, dawa. Asante sana, karibu, nakushukuru mara taarifa. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona tuna hiyo bendera ya chama la wana Ifakara Runners, chama chama la wana kama unavyoona watu wanajiandaa kuondoka kwenye magari kwenda kupanda huo mlima. Uh, tuna hawa tuna katibu tuna huyo bwana anaitwa Mkojani, eh, tuna shemeji hapo anaitwa Kilia, eh, unaona watu wamekula fulu ngwamba fulu suti yeah, yeah. Tunamwona ndugu anaitwa si kidogo si us habari nzuri sana, vipi na t natisheti leo? ah, isa, mm. kwanza umeshukuru sana, mm. sana kwa avoni kuweza kuandaa Okay, kwanza okay. Leo tumependeza sana mvutoni okay. Halafu ni kitu ambacho mm, kinatuweta pamoja okay. Eh, watu pamoja kwa ajili ya kufanya mazoezi kwa pamoja kwa ajili ya kupanda mlima pamoja okay. Sasa sisi ni familia jamani, Ifakara okay. Naona kidogo hapo kuna mama anatoa macho makali yeah. Hey, mama yeah. Mama tafadhali, mama tafadhali yeah. Anaitwa Lulu mtoto yeah. Lakini bwana ni mtu mzima, haya yeah. Mtoto kidogo kidogo tu, mtoto kidogo. Elezea furaha yako mtoto ehe uh -huh. Ehe uh -huh. Hey, mama ya yeah, pili. Mama mimi naitwa Lulu ehe, niko ni company na mm. <laughs> mm -hmm. Yes, so this is my second time No. so yeah. I hope enjoy ila leo Ifaka Ifaka Runners Runners, why? Ah, kwa sababu watu wengi wako huko na kazi. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> enjoy. Enjoy sana sana kwa nini? siku ya wakulima imefanya wewe uje na wewe sio mkulima, na uko yale maeneo kwenye kazi, kwa sababu it's it's holiday a holiday kwetu. yes yes a so oh. nikasema it's best kama nikienjoy na mm. yeah. Asante mama, asante kwa kushiriki. Miongoni wa watu ambao nafikiri na hata video ya kwanza tuliona miongoni ya watu ambao walimfanyia inspiration sana, Engineer Lenard. Engineer Lenard ana moyo, ana yani, ana ile yani kumfanya mtu ufanye mazoezi uende sehemu ambayo hata ujawahi kuienda. Hatuwezi kumwacha kwa sababu tunajua ana anapenda yeye, yeah. Anakataa ana kula dawa wakati Injinia, karibu <laughs> siku zingine umekuja kitofauti. Why leo Ifaka Runners? Ya, unajua, kama tulivyokuja kama mwezi mmoja uliopita. Yes. <inaudible> uh, nafikiri tuli enjoy pia. Yeah lakini tukatoka na mawazo kwamba hmm, ni vizuri tukawashirikisha okay. Ifakara Runners ambao okay. ni miongoni mwetu yeah, okay. Miongoni. Okay. ili angalau na wenyewe waje waone vivutio okay. ambavyo viko hapa okay. ah. na kimsingi tumeongea sana na commissioner wa hapa anaitwa okay. Mr. Abel okay. E, nafikiri siku zijazo yeah. anatamani sana kuweza kuwashirikisha Ifakara Runners yes. kwa ajili ya kutangaza eneo la Udzungwa hapa okay. Kwa hiyo nimeendelea kuongea na viongozi wetu wa Ifakara lands ili kiwezekana okay. tena wakati mwingine tuendelea yeah. kutangaza hifadhi zetu hapa za okay. Tanzania na okay. kimsingi niwashukuru viongozi kwa kukubali wazo letu okay. na wote ambao pia wana Ifakara lands ambao wamekuja okay. Okay. Uh, Mungu awabariki sana kuja kwa okay. hiyo hey. unafikiri ni muhimu kufanya mazoezi na kutembelea sehemu kama hizi na kuona bado kijana hey, yeah. uh, uko vizuri <laughs> kwa nini waambie uh, uh, uh, uh, watu waje? Kwa nini waje kwenye mazoezi? Kwa nini waungane na sisi? Ya kwanza hii bwana una refresh mind. Okay. Na yako inakuwa okay. iko poa. Okay. Na sisi kama tumeanza okay. ku Okay. unafanya mazoezi okay. mwili wako unakuwa healthy yeah. na inakusaidia sana katika kumingwa na watu mbalimbali kufahamiana okay. nao na nini okay. na inaleta network yako inaongezeka sana. Kwa ni mambo machache ambayo naweza nikasema. Yaani, kwa kifupi, kama haungekuepo hapa yeah. au usingekuepo na sisi ungefanya mambo ya kidogo yasiyohusu, wanasema hivi, an empty mind yeah. workshop of Satan. So, yeah. na sisi leo tumeamua tungekuja hapa tungeenda kufanya mambo tofauti ambayo yasiyokuwa yamefaa yeah. lakini tumeamua kufurahia yeah. eh, kuungana na tunataka kwenda kupanda milima yenyewe unaiona Uh, huko juu na nini yeah. Tunakushukuru sana injinia kama mmoja wa washikadau ambayo wao wanatuunganisha sehemu kama hizi. No, thank sabu. you very much. Naona kuna watu wanapanda juu ya meza lakini ni juu ya gari. <laughs> eh, <laughs> Asante sana karibu. Ah, yeah. Asante sana asubuhi. Moja ya manguli ambao tuko nao anaitwa Madam Mashayo yeah. Ndio hey, huku aiseni atali ni timamu tu. Yani, kama huko timamu huwezi kupaa uwezi kupanda madam, mbona leo una furaha sana? Na furaha kwa sababu mm, nimekuja kujumuika na wenzangu kupanda milima ya Udzungwa. Wenzako Aki ni akina nani? Ifakara Runners, wakimbiaji wanaotoka Ifakara Mpungani. Ehe, kwa nini Ifakara Runners? Ni umoja wa wakimbiaji wanaotoka Ifakara. Sisi mm, ni wakimbiaji mm, kuna watu mbalimbali mbali kwenye grupu la Ifakara Runners. Sasa wewe ni mama, kwa nini ukimbia? Unafukuza upepo bila kuambiwa? ah. Mazoezi ni afya, mm-hmm. Tunaambiwa kuna mtu anaitwa Mzee Mdemu, anasema kimbia kwa mm-hmm. afya. Usipokimbia utakula dawa, na ukila dawa usipokula dawa unatakiwa ufanyeje? Utakiwa ukimbie. Asa, kama teba. utake kula dawa dawa ukapane milima si... sasa si... aina mbalimbali mm-hmm. watu walikuwa wakubwa wabonge. Uwa, saizi tumeanza kuwa wembamba baba mpaka kanua, yeah.